Wapendwa familia ya Mungu, leo tunaadhimisha dominika ya Pentekoste. Dominika hii ya Pentekoste, zimepita siku hamsini tangu tulipoadhimisha sherehe ya Pasaka au sherehe ya ufufuko wa Bwana. Na katika hii dominika ya Pentekoste huitwa mwanzo wa kanisa, kwa sababu mitume ndipo walipewa mapaji, Roho Mtakatifu aliwashukia na wakawa na nguvu za kwenda kutangaza habari njema kama tulivyosikia katika masimulizi. Kwanza kabisa walikuwa na hofu kubwa kwa sababu ya Wayahudi, hata na mama Bikira Maria alikuwa nao, walikuwa akisali na Roho Mtakatifu alipowafikia akawapatia mapaji mbalimbali: paji la hekima, akili, shauri, nguvu, elimu, ibada na uchaji. Hapo ndipo walikuwa na nguvu za kwenda kutangaza habari njema, kwa hiyo walitawanyika popote ulimwenguni, na kama tunavyosikia ana anawaambia katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza aya nane kwamba watakuwa mashahidi wake katika Yerusalemu na ulimwenguni kote. Kwa hiyo wameenda kuwa mashahidi na wameenda kushuhudia imani sehemu zote walipoenda kutangaza habari njema na habari hiyo njema hata wakati wetu imetufikia kwa kupitia mitume hao. Siku ya leo pia inafahamika kama sikukuu ya waamini walei. Ni sikukuu yenu, hongereni kwa sikukuu hii yenu ya walei. Kwa hiyo nyie mnatumwa kutangaza habari njema, na hapa mwishoni mwa ibada ya misa takatifu atakuja mlei ambaye ataleta ujumbe uliotolewa na Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania. Tunaomba ujumbe huo muzingatie sana kwa makini. Kwa hiyo tunaalikwa siku ya leo kama siku yenu inavyosema, siku ya walei, mnaalikwa kutakatifuza mali mwengu. Unaweza ukajiuliza wewe siku ya leo e, ninatakatifuzaje mali mwengu mimi niliye katika familia, mimi ninayefanya kazi sehemu fulani, mimi ambaye ninatumwa siku ya leo, je, ninatakatifuzaje mali mwengu? Je, nina ushuhuda gani ninao kutoa? Kwa hiyo kila mmoja haangalie sehemu alizo na changamoto alizonazo amuombe huyu Roho wa Mungu aweze kumpatia mapaji anayohitaji. Kila mtu alipo, ana changamoto na ana mafanisi. Kwa hiyo, mshukuru Mwenyezi Mungu, shukuru Roho wa Mungu, halafu umuombe akupatie neema na mapaji yake ili uweze kutatua hizo changamoto na kuendelea mbele, kama mitume walivyoendelea mbele kutangaza habari njema. Siku ya leo tunakumbushwa pia kutakatifuza malimwengu na kuondoa yale ambayo hayatakatifuzi ulimwengu. Hayo tunayapata kutoka barua ya mtakatifu Paulo kwa Wagalatia sura ya tano, haya ya kumi na tisa na kuendelea. Natuambia mambo ya kidunia ambayo ni uzinzi, wa sherati, ufisadi, kuabudu sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, asira, choyo, mabishano, mafarakano usuda ulevi, ulafi na mambo mengine. Hayo ni mambo ambayo hayaendani na ujio wa Roho Mtakatifu, ni mambo ambayo yanapingana kabisa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tumuombe Bwana wetu Yesu Kristo atusaidie kuondoa mizizi hiyo ya dhambi. Tuombe Roho wa Bwana tusaidie kuondoa hiyo mizizi ya dhambi. Kama unajisikia una moja wapo wa mzizi wa dhambi, muombe Roho wa Bwana. Nina imani mmefanya novena, novena ya kuomba ujio wa Roho Mtakatifu. Na hizi novena sio za siku moja, wakati wa kipindi hiki Novena hizo zinaendelea. Mimi nikiwa mmojawapo, huwa nafanya novena za ujio wa Roho Mtakatifu pale ambapo nakumbana na uzito wa kazi, ninaweka novena. Sio mimi peke yangu, wengi ambao wanafanya hivyo. Kwa hiyo isije ikawa katika kipindi hiki cha Eh, ujio wa Roho Mtakatifu unasema ndo kuna novena. Mnapokabiliwa na kitu chochote kwenye jumuiya, kwenye familia, wekeni novena, sio kwenda kwa waganga wa kienyeji. Mtegemee Mungu, yeah. Mtegemee mm, mtegemee, Roho wa Mungu. Na hawa mitume kama tunavyosikia walikuwa pamoja, wamejifungia wakisali na mama Bikira Maria alikuwa nao wakisubiri ujio wa Roho Mtakatifu. Sasa isije ikawa sisi tunapopata changamoto, tunapopata e, matatizo mbalimbali mbali. E, tunakwenda kwa waganga wa kienyeji. Kuna mtu alikuwa ananiambia, anasema awaskofu kuna wengine wameshaanza kwenda kwa waganga wa kienyeji mfukuto huu wa uchaguzi unaoendelea eh? Nasema wengine wameenda kwa waganga wa kienyeji waganga. Wa kienyeji watakusaidia nini? kwenda kutonganisha na watu na kwenda kukudanganya. Jamani, nilipokuwa Bumbire niliongelea juu ya eh, vita vile vya Majimaji mnakumbuka nyiye, ambao mmesoma historia kwamba kulikuwepo mtu mmoja anaitwa Kinjikitile Ngwale huko kusini ya Tanzania. Aliwadanganya watu kwamba risasi ya mzungu itageuka kuwa maji, lakini haikuwezekana hata siku moja kuwa maji. Na huku wayani kulikuwepo waganga wa kienyeji, wanasema msihangaike hawa tutawatumia funza funza, eh, eh, wengine sijui kule Afrika ya Magharibi walisema watawatumia mzige mzige, mbele ya risasi na funza mbele ya risasi. Ni udanganyifu mkubwa ambao ulikuwepo, na bado udanganyifu huo haujaisha. Jamani, tuko katika teknolojia ya kisasa artificial intelligence. Eh, ndio hayo. Tuangalia hata tunapowachagua hawa madiwani wetu, viongozi wetu, wawe na maono hayo ya kutaka kuendeleza teknolojia na sio kuuza madini yetu tu na kuuza rasilimali, wawe na vision. Mwalimu Nyerere alituachia madini haya akiwa na visheni kwamba tutakapokuwa na wasomi, na sasa hivi wasomi wameanza kuingia. Kwa hiyo watusaidieni kuendelea mbele. ilikuwa eh? Juzi nitoka walienda kutoa semina kwa wakurugenzi wa mashirika ya kipapa dunia nzima, ilikuwa pale Austria. Baadaye nilipomaliza, nikaenda Austria Mtu mmoja ananiambia niye, watu tutaendelea kuombaomba mpaka lini liinio eh? Nasema kila mara naendelea kuombaomba. Kwa hiyo naona ni kama e, wameisha kuchoka na wanajua kwamba tuna kila kitu. Kwa hiyo tumwombe Mwenyezi Mungu atusaidie tuweze kuwa na viongozi wenye e, wenye kuangalia mbele e, tunapoomba Roho wa Bwana, tumuombe Roho wa Bwana atusaidie tuweze e, kuondokana na watu ambao, au viongozi ambao hawatakuwa na nini na vijeni. Kwa hiyo ndugu zangu, tulipo hapa ninawaomba tuwe tayari au tuendelee kutangaza habari njema e, na kwa namna ya pekee, kwa kuwa tulibatizwa, tulipokea sakramenti ya ubatizo na kipaimara, ninawaomba hizo sakramenti tumuombe Mwenyezi Mungu Roho Mtakatifu aendelee napo shelekea sherehe hii ya Pentekoste, aendelee kuja kwetu kwa kupitia izo nyenzo ambazo tunazo, ileroh yule roho tuliyompokea, tuendelee kumuomba aendelee kutupatia nguvu za kuweza kuendelea kutenda tukisukumwa na huyo Roho Roho huyo Mtakatifu. Tumuombe pale ambapo tunaona tunaelemewa. Mapaji tumesikia somo la pili linalotuambia kuna mapaji ya aina mbalimbali mbali na watu wamepewa mapaji ya aina mbalimbali. Kuna wengine ni madaktari, kuna wengine ni walimu wazuri, na wengine ni waongeaji. Kuna wengine hapa ni waimbaji wazuri, kuna wengine eh, wanajua kucheza vizuri sana. Kila mtu amempatia Mwenyezi Mungu amempatia kipaji chake. Sasa hivyo vipaji tuvitumie kwa ajili ya kuneemesha jumuiya zetu. Kama una kipaji chochote na unaona kipaji hicho kinavuruga jumuiya, hicho sio kipaji, inabidi uangalie. Kama unaona lugha zako unazozitumia zinawaumiza watu wengine, kama una kipaji kinapitiliza, wewe ni mwanamuziki lakini unaimba wakati wenzako wanapopashwa kusinzia. Na vipaji vya namna hiyo, kama huko kazini, kwenye familia eh, una vipaji ambavyo unaona vinapitiliza na kuwa, kuonekana kwamba ni kero, hivyo vipaji eh, sio vipaji vinavyotoka mwenye, kwa Mwenyezi Mungu, hivyo tayari vimeisha kuwa ni vizingiti hivyo vimeisha kuwa tayari ni dilema. Kwa hiyo tumuombe huyo Roho wa Bwana atupatie nguvu za kupambana, kama tulivyosema vile eh, dilema pale mwanzoni au yale madhambi pale mwanzoni tuliyoyasema na huku kwetu, akupatie nguvu e, za kupambana na, na hivyo vilema ambavyo ukiingia katika jumuiya watu wanakuona kwamba e, wewe ni kero huwa unaona mtu akija kupita sehemu fulani, wanasema wengine wanajificha, ah, huyu msije nikaongea naye huyu, msije nika nini nikakutana naye eh. ni kwa sababu ya nini? Ya kwamba huyu huwa ana kero fulani. Kwa hiyo ujiulize wewe, unapoingia sehemu yoyote ile, watu wanafurahi au wanakuona kama nini, kama kero? Ni wazi Wanaweza waka, wanaogopa kwa sababu wewe unasema ukweli. Wanaweza wakawa wanaogopa kwa sababu wewe unatoa ushuhuda mzuri. Hiyo sio, inakuwa sio kero. Lakini kama watu wanakukimbia kwa sababu wewe una kero fulani, ujue kwamba hapo umepoteza uelekeo na umepoteza kushuhudia imani yako na hicho kipaji akitoki kwa Roho Mtakatifu. Tumesikia Bwana wetu Yesu Kristo alipo watokea mitume aliwaambia amani iwe kwenu. Ndugu zangu, kila mtu alipo ajitahidi kutunza amani ajitahidi kuhakikisha kwamba kuna maelewano, na hii amani tuiombe, na ningewaomba tuiombe hasa kipindi hiki ambacho tunakikaribia. Fukuto tayari tumeishaanza kuusikia. Tunaloomba kila mmoja atimize wajibu wake, viongozi wetu watimize wajibu wao, na sisi tutimize wajibu wetu. Kama kuna tofauti tuzimalize kwa njia ya mazungumzano, kwa njia ya amani. Tusisubiri kwamba e, labda walete askari au walete e, aina yoyote ya vurugu ndipo amani itokee. Roho huyu tunayemwadhimisha ni roho ambaye penye vurugu analeta amani, penye mgawanyiko analeta umoja, na yeye ili kuwe Ku, eh, kuleta amani ulimwenguni, alipatanisha dunia na mbingu, akapatanisha mwanadamu na Mungu. Kwa hiyo ni Roho ambaye analeta upatanisho. Kwa hiyo sehemu zozote ambapo kuna vurugu tumwite huyu Roho haje aingie atusaidie kuleta upatanisho. Pia Roho huyu kama tulivyosikia kwenye Injili nitume wanavuviwa Roho Mtakatifu kuondolea dhambi, atusaidie kila mmoja wetu kuona pale anapokosea, kwamba hapa nina dhambi, niende nikaungana, niende nikaombe msaada, msamaha kwa Mwenyezi Mungu, niombe msamaha kwa ndugu zangu, sio kugangamara katika e, ujasiri wa kidhambi. Hapo utakuwa unakosea uwelekeo. Roho wa Bwana atuimarishe kuondoa kila aina ya uovu katika familia zetu katika jumuiya zetu katika parokia zetu katika jimbo letu na katika taifa letu. Kila mara narudia, kila mara tunapokuwa na changamoto tumkimbilie huyu roho wa Mungu. Wengine kwa Kiingereza wanaita is the most forgotten God, yaani ni roho. Tunakimbilia Mungu Baba, Yesu Kristu, lakini huyu roho ni kama amesahaulika. nige ningewaomba tuwe tunamwita kila mara na sara, kabla ya kuanza kazi huwa ni ya Roho Mtakatifu. Ninawakumbusha kwamba kabla hatujaanza kazi yoyote ile, hata kazi zinazokuwa ngumu au utume unaokuwa mgumu tumwite huyu Roho wa Bwana. Lakini kwa bahati mbaya, unakuta watu wanapoanza kazi hata wakumbuki kusali, kufanya ishara ya msalaba. Nawaomba huyu Roho muwe mnamwita sehemu yoyote ile eh, unapotaka kumtuma mtoto wako shuleni, unapotaka labda kuanza na biashara zako au kila aina ya kazi ambayo unaichagua kuianza, mwite Roho Mtakatifu na sali sala ya uje, ya uje Roho Mtakatifu. wakati mwingi unakuta baadhi ya watu hawatawafahamu sara hiyo ya uje Roho ya, ya, ya, Mtakatifu, kwamba huwa ni sara ya kuanza kazi. Mama kanisa ameiweka sara hiyo kwa ajili ya kuanza kazi, lakini kwa bahati mbaya wengi huwa hawakumbuki. Kwa hiyo siku ya leo tunapowalikwa kuendelea kutakatifuza mali mwengu, ninawaomba muwe tayari Jifunza sala hiyo, na hata unapomaliza sai, unapomaliza kazi hizo, mshukuruni Mwenyezi Mungu. Kazi yoyote hiyo, mshukuruni Mwenyezi Mungu kwa sala eh. Inatokea watu wengine hapo, wanafanya kazi wana ana Mwenyezi Mungu anawaita. Inatokea wengine wanasinzia, Mwenyezi Mungu anawaita. Wengine wanakuwa safarini na tunafika, tunapofika kutoka safarini hata huwa hatukumbuki kusali, lakini hata huenda huwa tunakutana na ajali mbalimbali. Kwa hiyo ninawaomba mkumbuke sala ya Roho Mtakatifu ninapoanza e, kazi na kusali ninapomaliza kazi yote ya kabidhi kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hayo ndiyo yaongea na yale yote ambayo mmejifunza katika kipindi hiki cha Pasaka, tuombe Roho wa Bwana ayazamishe katika maisha yetu ya Ukristu na tuendelee Kufuata Bwana wetu Yesu Kristo na kuwa Wakristo wema. Tumsifie Yesu Kristo.